kuumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu, Mungu amekusudia uishi kwa kuambia wengine makusudi ya uwepo wa kanisa lake la Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Kusudi kubwa la uwepo wa kanisa ni utume. Ikiwa bado umekuwa mshiriki wa kanisa hujaelewa kusudi la uwepo wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni, naomba nikukumbushe ya kwamba kusudi kubwa kuliko yote ni utume, kwenda kuambia akina baba, akina mama, akina kaka, akina dada wa kabila zote, lugha zote, Yesu anakuja. Na ndio maana unaposoma katika Mathayo sura 28 mstari ule wa kumi na nane mpaka ishirini Yesu akaja kwao. Na anapokuja kwao, tangazo la kwanza anaposema nao, anawatangazia, anawaambia nimepewa mamlaka. Kiasi gani? Yote, siku zote. Mamlaka ni ushindi na ni lazima kama mshiriki wa kanisa, kiongozi wa kanisa Unaposimama kulielekeza kanisa lazima uwatambulishe washiriki wa kanisa kwa Yesu Kristo. Na ndiyo maana uongozi wa kiroho unajenga mtizamo tofauti kabisa na uongozi wa kisiasa. Uongozi wa kanisa umekusudia wewe na mimi kuwapeleka washiriki wa kanisa kwa ajenda ya Yesu. Na ndiyo maana kiongozi wa kisiasa, ajenda yake ni ajenda ya yeye. Sasa nataka nikutie shime. Yesu anaposema tumepewa, anza kujiuliza binafsi ya kwamba hii mamlaka niliyopewa ni kwa kiasi gani naguswa na maisha ya watu wengine. Unapoona huna mzigo kwa ajili ya wokovu wa watu wengine nenda ujihoji tena. Uh, kitabu kinaitwa handbook of theology, mwongozo wa kitheolojia, ukurasa wa 539, Dylan Wallen alisema maneno haya, Kanisa la Waadventista wa Sabato lipo kama matokeo ya mpango wa Mungu aliyokuwa nao kwa watu wake kuanzia mwanzo hadi mwisho. Biblia inajishughulisha sana na kujitengenezea watu ambao Mungu amekusudia waitikie wito wake wautii, na kisha wakawaambie watu wengine baraka zinazopatikana kwa kuwa na ushirika na Bwana. Tunapochagua kuwa washirika wa Yesu, idara zote za kanisa zikaibeba ajenda ya Yesu zitaibeba katika mwamvuli ya kwamba yeye aliyetuita hajakosea, na kwa sababu hajakosea hata wewe anaweza kukutumia. Na ndiyo maana uone huu wito wa Yesu hauna ubaguzi. Wito wa Yesu yeyote anaye upokea hatabaki kama alivyo atakuwa kama yeye aliyemwita. Kwa upande mwingine, Nil alisema kila kunavyokucha nguvu nyingi za upinzani zipo kazini, zinazotishia umoja wa kanisa. Mara chache sana inaweza kupita siku pasipo kupokea waraka au jarada katika ofisi za makao makuu ya kanisa ni General Conference bila kuwepo watu wanaokuja na vuguvugu vugu la hoja ya kukataa umoja. Sasa kama wewe unadhani ya kwamba yameanza leo, majarida, vitabu, magazeti vinaandikwa vinavyokataa umoja, na ndiyo maana unapoangalia katika Yohana sura ya 17 tatu ombi la Yesu kwa wafuasi wake wa vizazi vyote wawe na nini? Umoja. Na ni lazima fahamu ya kwamba kanisa linaanzia nyumbani. Haleluya, kanisa linaanzia nyumbani. Mungu alikusudia kila familia iwe chuo cha mafunzo ya utume, mahali ambapo neno la Mungu linafundishwa, neno la Mungu linasomwa, neno la Mungu linaelezewa katika mtizamo chanya, baba na mama wakiwa walimu namba moja katika familia. Tunapokuja hapa kanisani, ikiwa tumetoka kwenye shule iliyo na mwalimu aliye bora na makini tutakuja hapa na ajenda ya Yesu Kristo.